Aya, walioniomba recipe kama dadangu hapa anaambia kukanda na kukunja. Huo ni unga wangu, nimeweka vikombe vitatu, nikaeka chumvi, nikaeka na cowboy one tablespoon. Nakanda unga wangu na maji ya warm. After nisha kanda, nauacha na relax for 15 minutes. Ukikanda unga wako, uwache relax kama huo wangu, mwaona. Sasa na, na ufinyafinya nimeisukuma ile jiraundi langu lote, nikapaka mafuta ya cowboy nkanyunyiza na unga kwa juu. Sasa ninakata, mimi hutumia hii metodi kwangu, ndo naona ni rahisi. Haya, na roll tabaki zangu. Sasa natengeza tabaki ah, kama mnavyoona, jiunga lote lile nishatengeza tabaki, nimekatakata nishatengeza tabaki hizo hapo kama mnazoona. Chapati yangu hiyo ya mwanzo nimeisukuma, naenda kuchoma sasa nikitumia kibao changu kishaeka chapati upande mmoja, ukisha ipata, ushapata moto, unageuza. Nachukua hicho kibao, hicho kibao kina work magic, nimeweka mpaka namba za hicho. E, kama unahitaji unapiga hiyo namba, alafu unapata kibao chako, huatuma kokote kule ulipo, kokote ulipo natuma. Ukisharoli hivyo chapati yako na kibao, haya, unaweka mafuta chini. Mimi natumia mafuta ya Cowboy. Kaubo, always the best kwa chapati, usichomeke. Jambo pili, chapati yako inakuwa na kala, chapati yako inapata kala nzuri Mashallah, yani kama hiyo yangu mnavyoiona, mayo na chapati yangu inashika rangi kote kote, upande wote wote, mbili upande zote mbili. Haya, unachukua tena kibao chako, una roll wasikia, una kiroli, unazungusha nayo chapati yako unazungusha. Mashallah, hichi kibao kina work magic magic habari, ya kuchomeka mto, mkono kutumia serviette, kutumia towels, sijui kutumia silikon, achana nazo silikon. Utatumia tu saidi unataka kutoa chapati yako katika chuma ishaiva. Maona, chapati yangu inavofura. Haya nachukua tena kibao changu nazungusha. Hii inasaidia sana hauchomeki, alafu chapati zako zinakuwa na rangi moja zote. Ngalia kama chapati yangu mayo na rangi yake mashallah, yani ni nzuri. Chapati zako kanda na maji warm, si maji yale hot, yani ya kuivisha unga no. Kanda na maji warm yale ambayo unaweza ukaingiza kidole ukafili asikia, kisha unga wako, kisha ukanda uwache urelax kama 10 minutes to 15 minutes. Ukishatia tabaki tena uache urelax for Angalia chapati yangu ilivotara dadi. Angalia rangi inavovutia mashallah. Yaani chapati ukiweka mezani hizi, ah, lazima watu watataka kula tu. Angalia chapati yangu inavofura mashallah. Chapati yangu nzuri imeiva saidi zote mbili mashallah. Angalia, ah, walotaka full recipe hiyo hapo, nimewawekea full recipe ya chapati Kibao naweka namba, anayetaka apige simu apate kibao chake kama hichi mashaallah. Angalia chapati yangu ilivyotaradad. Ime, imetubu yani, imetubu yani, yani chapati imetubu. Chapati ina degree, ina masters, ina diploma, ina PhD, sijui tena ikose nini mashaallah. Angalia kibao kinavyofanya magic jamani, hichi kibao mashaallah, yaani nakipa 100% Ukitaka kibao nimeweka, naweka namba hapo, piga upate kibao chako. Nae popote, tunatuma popote. Unaona chapati yangu iko yani, so soft n yani, una, unaigeuza chapati bado chapati yani, angalia vile inavufura chapati, kifura hivyo ndio ku, ya kuthibitishia kuwa i, inaiva mpaka ndani chapati, kifura hivyo ujue chapati yako unga wake umekanda vizuri ume unga ulikuwa umekandika vizuri, mashallah. Haya, angalieni chapati, chapati zote zina rangi moja, kuanzia ya mwanzo mpaka hicho kidonye, chapati ina rangi moja. Silikon sawa, inafanya sikatai, lakini utachomeka mara wachomeka mara hivi mara yatoka pachezi pachezi. Angalia chapati inavyochambuka ma, mashallah, chapati yachambuka kuanzia ya mwanzo mpaka mwisho. Haya, ukose kujua kupika chapati kwa nini? Wakosa kujua kupika chapati? Angalia hicho kidonyee. Nadhani kila mtu huwa na hii hii hii chapati ya mwisho anavyoipenda. Mimi chapati ya mwisho wanaipenda, ndo huwa nikimaliza tu kupika chapati lazima nitafune. Mashaallah, angalia chapati zangu zilivyotara dadi. Haya, recipe, angalia chapati zinavodance zinavotwink yani. We, mashaallah hizi chapati yani, mashaallah angalia vile zivolaini. Ukitaka chapati zako ziwe laini ukandaji wako uwe perfect. Alafu wache unga wako urelax. Si saa hiyo hiyo unakanda saa hiyo hiyo unachoma, hapana. Angalia chapati zilivyotara dadi. Mashallah, chapati hizi zilikuwa ajabu, ajabu.